Mmetaja hapa Chalamila mkuwa wilaya mko... naomba niwaambie hizi milioni mia moja ambazo zimeingizwa hapa ni pesa zilizobarikiwa na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nataka niwaambie siku zile nilipotoka hapa, yeye Mheshimiwa Rais alikuwa anarudi kutoka kwenye safari kubwa aliyekuwa amealikwa na rais wa kule Angola kwenda kulihutubia bunge na kuhusiana kuhusianana haya na akaniagiza nikazungumze na mkurugenzi mtendaji wa MSD anayeshughulika na masuala vifa, vifa, ya vifaa vifaa vya hospitalini. Yule mkurugenzi anamesema nikikamilisha tu kituo hicho nimpe orodha ya vitu vyote vinavyohitajika ili viingizwe kwenye hospitali. Kwa hiyo kwa sababu, kwa sababu mwakilishi wa DMO yuko hapa, au DMO yupo? maana yake ni kwamba tukazane tumalize kituo chetu, halafu mengine yatafuata. Sasa nihitimishe kwa maneno machache kwamba nilisema siku zile, ninyi mkiwa wa kweli, mnatusaidia sisi kuwa wa kweli. Tukifanyana siasa tunadhoofisha maendeleo, na ndio maana nimesema sikilizeni, kwa fikra za haraka haraka, wapo watu ambao wakiona hali hii Labda barabara, anasema hapa tuipige chini CCM, tuweke chama kingine. Sasa sikilizeni, mimi hapa Chalamila nilishawahi kuwa mgombea wa uwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na marafiki zangu wengi walikuwa ni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Naomba niwape siri leo, nilipojaza fomu nilipojaza fomu, walipogundua kwamba mimi nitakuwa kama mwiba Wakasema huyu bwana mdogo ni Chadema, sio CCM, na nikawaambia wale wenzangu wa CCM, kama mnataka nihame chama ili nyinyi ndio mkombe mboga, sihami, nitabaki hapa hapa mpaka nakuwa mwenyekiti wa CCM. Sijui mnanielewa yeah? Kwa hata ninyi ili mwe wajanja wa kweli, sio kusema sijui chama hiki sui... Kamata Mzee Mbowe, mwambie wewe, si ndio mwenyekiti wa CCM? Hapa utoki dhamana yako, kalete familia yako, kalete viongozi wa serikali mpaka jengo ili iwezeke, sijui mnanielewa? Kwa sababu nyinyi mnachohitaji, nyinyi mnachohitaji ni maendeleo haya, lakini mambo ya vyama vyetu ni namna ambavyo kivitafsiri vibaya vitakuchezea. Ni kama tu imani za kanisani, imani za makanisa, kila siku yanazaliwa, si mnaona kwao? Mnapokutana na mambo, tuiteni viongozi sisi, tuwajibisheni hapa hapa kwa kuwa tayari tuna mkataba wa kufanya maendeleo ya kwenu, na mheshimiwa rais, akimaliza miaka yake mitano hii, akija tena kuomba kura kwenu, anakuja tena na kitabu kinachoitwa ilani, kwamba jamani, sasa nipeni tena mimi na chama changu tutafanya haya. Jamani uongo kweli? Jamani, sasa mkianza kuamua mnavyoamua nyie, maanake atakuwa ni yale yale barabara ambayo ilibidi pengine ijengwe mwakani sasa itabidi je ijengwe baada ya miaka kumi kwa sababu anayeingia lazima aanze ku, kuwa na analena kidogo na vitu vingine mpaka aje akumbuke yeye mwana Saranga sio leo. Na hasa vijana, vijana ndio mara nyingi ni watu wa pesa sana kusema haya ndio maamuzi. Ni kama tu baba akikuudhi ndani ya nyumba. Wewe ukaanza kusema mimi na wewe sio babangu kabisa. Si mbona naomba kapa? Wewe ndio atakumuita babako kwa sababu bila yeye wewe wala usingekuwepo. Kwa hiyo nimeona niwaeleze haya ili sote tukae tunaelewa kwamba serikali inatujali sana. Mimi zaadi yangu nikiwa kama mwananchi wa Saranga, baba huyu mtoto akizaliwa jina lako. Sina chakukupa baba. Baba mimi chakukupa huyu jina lako. Chalamila huyu. Babake akiniambia wewe, mzdam kwa nini mwa mtaivo na mwambia huyu <laughs> ni mkuu wa mkoa wetu. Baba huyu wako. Nilikuwa nafika hapa nashinda njaa. Naanzia saa mbili asubuhi kama nakuja kazini. Naarudi naarudi saa kumi na mbili karibu mwezi mzima, mashahidi wapo. Leo hii nilikuwa nasema kwamba hii sio kweli, zaanati itakuisha kweli, kweli? Mbona yile weki? Narudi nakuja saa kumi na mbili narudi saa mbili nyumbani, wananifokea we mama, si tunashinda njaa. Naambia nyinyi sikizeni. tunanyenga zaanati kule. Leo hii namshukuru mwenye mkuu wa mkoa. Baba, nakushukuru baba, nakushukuru sana, sikutegemea kilio changu kile Saa tisa nageuza na rudi nyumbani nashinda shinda njaa. Ni wewe leo umefanya kwa vitendo kwa vitendo tena bila kuchelewa. Watu wamekuwa ulivyotoka hapa wamesema ni ahadi, tukasema Mungu aliomleta Chalamila mahali hapa na Mungu atafanya jambo, na hakika wana Saranga tunafurahi tena, tunatembea vifua mbele. Nikikwambia Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, tulikuwa tunashindwa. Mimi ni kiongozi, nashindwa kwenda kumwambia mtu bwana, tunaomba tusaidie katika uchaguzi huu. Lakini mheshimiwa, umetuvisha nguo, umetuvisha nguo ia. Tutapita nyumba kwa nyumba, tutaomba ukula kwa kishindo. Tunakuahidi Mama Samia mitano tena diwani atakayekuja mitano tena, wabunge mitano tena, kwa sababu tunalo la kusema, majibu tunayo, na kwa hichi ambacho tumekipata leo leo, tumepata zahanati milioni mia moja, barabara sio kitu, kwa sababu ulituongoza na tulielewa sisi. Kwa niaba ya viongozi wa Saranga tunasema tunashukuru, hatuna la kusema. inguruvi denye uukavululadee sasa tafadhali utuondolee msumari huu wa siku nyingi sana, na ninasema hivi nikiwa na imani na matumaini makubwa. Hatujaona mkuu wa mkoa anakuja na penetrate mpaka sa, Saranga ya, Saranga, wakiambiwa Saranga wanakwenda kule Michungwani, stop over na nini huko. Mimi hapa oh, napaita Saranga proper, kule walitunyanganya hiyo jina tulikuwa na ubishano sana pale, hoja baba pale alimaliza kwa sababu ya ukubwa wake na nini. Ni, ni, ni, mmoja sina huye pale simetaja na, na, baba yake eh, eh, sasa ikawa ni kata moja. Sasa hii kata kila fursa zik zinaenda Saranga zinakwenda ng'ambo kule, kwa sababu ndio kuna wajanja waku watetezi wengi. Kwa hiyo nashukuru sana hii kata nayo uingeiangalia kwa mapana yake.